Tukianza na Agnes Masogange. Kama wengi ambavyo mnamfahamu, ni mrembo na yuko na umbile zuri na anapendeza pia akivaa nguo zake na mwonekano wake. Huyu ni video queen na wengi tumemtambua kupitia video ya bele 9 Masogange ambao ilifanya vizuri na yeye ana watu 98k kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram. Namba tisa ni Irene Woya. Huyu ni Bongo Movie, anatoka kwenye industry ya movie hapa Tanzania. Ni msichana mrembo, ana rangi nzuri na anapendeza pia. Akiwa yeye pia kwenye mtandao wa Instagram ana watu laki tano thelathini na sita elfu kupitia kwenye mtandao wake wa Instagram. Alafu namba nane ni Hamisa Mabeto, huyu ni video queen lakini pia ameshawahi kushiriki mashindano ya urembo hapa Tanzania mamis, akiwa na watu laki saba sabini na saba kwenye mtandao wa Instagram. Ni mrembo na anayevutia, lakini pia ni video queen ana rangi nzuri na akionekana, anavaa vizuri kama jinsi ambavyo unamwona kwenye TV yako. Namba saba ni Elizabeth Michael ama Lulu. Ni maarufu kwenye tasnia ya Bongo Movie, lakini pia ni video queen kwenye baadhi ya video kama nibusu ni chumu ya Bob Jr. na ni mshindi pia wa tuzo muhimu ambazo zilifanyika kule, kule Nigeria siku kadhaa nyuma zilizopita. Ni moja kati ya watu ambao wana mvuto sana kwenye mtandao wa Instagram ukianzia video zake ambavyo na ziposti. Namba sita ni Lina Sanga, ambaye ni msanii mkubwa kutoka hapa Tanzania, anapatikana pale Tanzania House of Talent, THT. Ni mrembo na anapenda sana kuvaa nguo za kiasili kama magauni ambayo unayatazama sasa hivi kupitia kwenye skrini yako. Namba tano ni ya Vanessa Mdee, msanii kutoka hapa Tanzania. Ni mwimbaji mzuri ambaye anafanya vizuri sasa hivi kwenye tasnia ya mziki wa kizazi kipya ya Bongo Flava, na nyimbo inaitwa ni Roge, ambayo iko kwenye chati sasa hivi kwenye radio station pamoja na TV station. Ana mwonekano bomba na anajua pia kuvaa. Namba nne ni Jacqueline Wolper ama Gambe Girl kama jinsi ambavyo watu wengine wanamwita, ni msanii wa Bongo movie kuwa na muonekano tofauti wa kwenda kubadilika badilika. Kuna kipindi anaweza akavaa mavazi ya kina kaka yakampendeza, lakini pia mavazi ya kina mama yakampendeza vizuri zaidi. Ana watu milioni moja pointi tano kwenye mtandao wa Instagram. Namba tatu ni Joketi ambaye ni msanii, video queen, mfanyabiashara na alishawahi kushiriki mashindano ya Miss Tanzania. Ana watu milioni moja point sita kwenye mtandao wa Instagram ni mrembo na anavutia, na akiwa ni moja kati ya wasichana ambao wana staili nzuri ya kukis ambayo watu wengi wanaipendelea na ni mfanyabiashara sasa hivi. Namba mbili ni Zari The Boss Lady, huyu ni mwanamziki kutoka nchini Uganda. Kwa nini amewekwa hapa? Kwa sababu ana mahusiano na Mtanzania na amezaa na Mtanzania, kwa hiyo kuna uiyano mzuri wa damu ya Tanzania pamoja na Uganda. Ni mmoja kati ya wanawake ambao wanaongelewa sana kwenye mitandao ya kijamii hususan kwenye Instagram, akiwa na sambamba na zile team zenye mabishano kati ya Zarli pamoja na Wemasepetu, na ni mfanyabiashara sasa hivi. Ni mrembo na anavaa vizuri, ana mwonekano mzuri, ana rangi nzuri, na ni mama wa Tifa. Naye pia yuko kwenye listi ya wasichana ambao wanafanya vizuri na wanavaa vizuri. Namba moja ni Wema Sepetunga ama Wema Sepetu, wengi tunamfahamu hapo. Ni msanii wa Bongo Movies, lakini pia ni mshereheshaji mzuri kwenye mtandao wa Instagram na mfanyabiashara pia. Wema Sepetu ni moja kati ya wasichana ambao wanazungumziwa sana kwenye mitandao ya kijamii hususan Instagram hata huko Snapchat na ni moja kati ya wasichana ambao hawaishiwi vituko kwenye mitandao ya kijamii. Ana mwonekano mzuri na ni mrembo pia, na ana mvuto kwa jamii sana sana sana. Sasa hawa wote, listi ya wasanii wote kumi tumewataja hapa ndani, nafasi ni vote vote.